Na kwingineko wakazi wa ongata Rongai katika kaunti ya Kajiado wana wasiwasi kuhusiana na kile wanachokitaja kuwa kutopatikana kwa urahisi wa huduma za kiafya kupitia mfumo mpya wa afya ya jamii SHA, na wanadai kwamba tangu kuzinduliwa kwa halmashauri ya SHA maelfu ya wananchi wananyimwa fursa ya kupata huduma hizo hadi walipe kikamilifu ada zinazowapasa. mm -hmm. Wakati wa shughuli ya kutoa huduma za matibabu bila malipo kwa wakazi wa mtaa wa On'gata Rongai, walionyesha kugadhabishwa kwao na mfumo wa sasa wa bima ya afya ya umma. mambo ya bima ya we SHA we, wachana na hiyo. Kumekuwa ngumu sana, kwa sababu ukienda hapo wanaanza kukwambia, angasa satuoni nini, anga hatuoni jina yako hatuoni nini. Niliambiwa nikanunue. Kwa nini? Kwa sababu SHA, nikaambiwa ni kirara, ndio nitapewa dawa lakini kwa sababu si kurara si kupewa avio nikanunue. Zaidi ya wakazi elfu mbili walijitokeza kwenye kambi huku wengine mia nane wakipokea matibabu na dawa bila malipo kwa huduma kama vile matatizo ya meno na macho pamoja na uchunguzi wa saratani na vipimo vya maabara. Kwa wengi, kambi hii ndiyo njia pekee ya kumwona daktari. Sasa ameona, amepata matibabu hata kama mipata kidogo kidogo, ngine ntapata, lakini yanyi imenisaidia sana, menisaidia macho ine ntaweza kunisaidia kuangalia. Sasa nimeshukuru Mungu kwa sababu ya hii matibabu ya bure imenisaidia. kwanza kwanza, najua vili nasikia hiyo mkono yangu inauma, kwa sababu kwanza kazi yangu mimi ninafuerianga watu manguo. Sasa nimekuwa mpaka baridi imenishika lakini maneno ya kukuja kukuja kwa hospitali imekuwa ngumu. Maafisa wa matibabu walionyesha wasiwasi wasi wao huku vijana wengi wakigunduliwa kuugua magonjwa yasiyoambukizwa kama vile shinikizo la damu na kisukari the the the young people, the youth, they are also suffering the same diseases. Wakati huo huo, gavana wa Trans Nzoia George Natembea tembea, amezindua mpango jumuishi wa afya unaolenga kusambaza utoaji huduma katika kaunti hiyo baada ya bunge la kaunti hiyo kuidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 9.3 kwa mwaka wa kifedha wa 2025-2026. Idara ya afya na usafi wa mazingira pekee ilitengewa zaidi ya shilingi bilioni 2.5 kwa ajili ya gharama ya kawaida na shilingi milioni 122 kwa ustawi, bajeti ya juu zaidi kwa kaunti hiyo katika mpango wa matumizi. Fedha zote ambazo health na collect in terms of service delivery yote, yote na katika, uh, katika hospitali uh, kama ni Kapsara, kama ni Saboti, kama ni kwanza kule, kama ni ende base, ile fedha ambazo wana collect zote 100% zinarudi huko. Natembea alisema baadhi ya vituo vya afya katika kaunti hiyo vimekarabatiwa kukiwa na mipango ya kuhakikisha vituo hivyo vina vyumba vya kufanyia upasuaji katika hospitali za kaunti ndogo pamoja na kuanzishwa kwa x-ray ya uchunguzi wa viungo mwili vya ndani na huduma za matibabu vya figo ili kuimarisha mapato ya kaunti hiyo. Ukikua mgonjwa mahali ya kwanza y kukuja ikuwe katika hii facility. Maana tuko na kila kitu, tuko na madaktari ambao wako qualified, the facility being run very professionally. Watu wakuja hapa, watu wasipita katika private hospitals alafu wanakuja hapa wakati wamedhofika, wakikufa, wanasema watu wamekufiwa. Maalo wa kijana mari yambo ni kiripotia dira ya magwiji.